Ee, bwana hii bwana imeanzishwa hivi karibuni na ni moja kati ya vitu ambavyo vime raise an awareness kubwa na vimegusa hisia za watu wengi. Sasa hivi watu wana enjoy, wanafuatilia hizi mechi, maana hapa katika, katika hii Samia Cup e, bwana humu utakutana na timu mbalimbali kama vile e, kuna timu ya King Lion FC, King, King Lion FC Lamata Village e, kuna Fayeni Group Limited, Kings Music e, Klaus Media Straight Up Vibes FC, kuna Bin Salum FC, GSP FC, bila kusahau Crown FC, Bad Nation, Konde Gang FC na Wanaman Gang. Umeona bwana, hizo ni timu ambazo zipo kumi na e, ziko timu kumi na sita katika michuano hiyo ya Samia Celebrities Cup. Umeona bwana, kivutio kikubwa ni uwepo wa Alikiba Harmonize na macelebrity wengine kama wakina Mario eh, na ambako wakina Aziziki tumeona wakiwa wameenda, japokuwa ameenda kama mashabiki lakini walienda. Sasa siku ya jana ilikuwa ni mechi kati ya, eh, ilikuwa ni mechi kati ya timu ya Konda Gang FC ambayo Harmonize yupo humo ndani ilikuwa inakipiga dhidi ya Warehouse. Ambapo katika timu hizo bwana, ni kwamba Konda Gang FC imeibuka mabingwa kwa ushindi wa magoli manne kwa moja Konde Gang mtu ambaye ameshinda alikuwa ni Ezra, Chau, Sam cha upole Baleke, mchezaji wa Yanga yule, ndo alikuwa namba tisa cha <laughs> upole eh, ni Sam cha upole huyu ni Uh, mtu anayeposti posti sana posti mitandaoni huko anaitwa Sam Chopole kutoka pale Konde Gang, alafu kulikuwa kuna Ibra alikuwa amevaa namba kumi na moja mgongoni, alafu kulikuwa kuna Jobu kulikuwa kuna konde boy mwenyewe harmonize alikuwa amevaa namba nane mgongoni alafu kulikuwa kuna pakome namba 26 aziziki namba kumi na baleke namba tisa. baleke alicheza aziziki pakome hawakuwepo by the way. lakini kwenye upande wa benchi alikuwa amewekwa jamani twamsheri yasini junior twahiri t taita konde gang jude dj Seven, zonzi hussein junior ezra mzenji anwari mamboi pamoja na Miracle hao wote walikuwa wako bench na kocha wa timu ya Konde Gang FC alikuwa ni Chopa Chopa, yule meneja na vi bwana mwenetu alikuwa pale kama, alikuwa pale kama kocha. Umeona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini kitu kikubwa zaidi ambacho kimemake headline kutokana na baada ya ushindi huo wa Konde Gang kushinda goli nne kwa moja dhidi ya Warehouse ni kwamba Baba Levo bwana ndo alikuwa mshehereshaji mkubwa kabisa katika mechi hiyo, na Baba Levo bwana, yeye ndo ameteuliwa na Harmonize kwamba yeye ndo msemaji wa timu ya Konde Gang FC. Umeona bwana? Kwa hiyo moja kwa moja Baba Levo alipata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari akiwa kama msemaji wa timu ya Konde Gang FC. Kwa hiyo moja kwa moja alikuwepo pale. Umeona bwana? Kwa hiyo na akajitambulisha wazi kabisa kwamba yeye ndiye msemaji wa klabu, au msemaji wa timu ya Konde Gang FC. Kitu ambacho kime make headline kweli kwelikweli, na watu wengi sana wamezungumzia swala hilo la kuona kwamba Baba Levo amekuwa ni msemaji wa timu ya Konde Gang FC. Lakini ukachana na hilo pia, eh, Baba Levo amezungumzia issue ya Diamond kuto kushiriki katika mashindano haya, yani kuto kuleta Wasafi FC hapa, ambapo Baba Levo mwenyewe amesema kwamba Diamond ya kuku, um, ataleta katika mashindano yajayo, lakini haya hapa amechelewa kujiunga. Kwa hiyo katika next championship basi na, na yeye naye pia Diamond atakuwepo. Lakini this time around ni kwamba Baba Levo yeye amekuwa kama msemaji wa klabu ya Konde Gang FC. Kwa hiyo, hicho kitu amesema kwamba ameteuliwa na Harmonize mwenyewe. Na watu wengi sana walikuwa wanajua kwamba Harmonize yuko na ukaribu na Mwejaku. Watu wakadhania kwamba labda Mwejaku ndo atakuwa msemaji wa Konde Gang FC. Na akaulizwa pale kwa nini ajawa Mwejako, Babalevo amesema kwamba Mwejako yeye ni kielele, lakini yeye yeye mwenyewe Baba Levo ndiye msemaji wa club. Mimi kama msemaji wa timu ya Konde Gang FC. Maona, maona, kwa hiyo Baba Levo ameweka hilo swala clear. Sasa peji mbali mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hii issue. Kwa mfano hapa kuna peji ameandika kwamba eh, Mr. Pimbi kwanza amekuja kureact kuhusiana na hii issue amesema kwamba Konde Gang haiwataki haikwepeki taratibu kabisa, wana wanasaliti chama la wanasaliti chama lao. Kama vile Babalevo tumemwona, amekuja kwetu, karibu sana Konde Gang, cha, chama la Kinyamwezi eh, gang la wana. Huyo ni Mr Pimbi amezungumza hivyo, lakini peji nyingine hapa Kari amesema kwamba bwana, kwani baba Levo hajapewa usemaji wa Wasafi FC au anataka anataka kuwa, kuwa huku kwa Konde gang. Bwana bwana, kuna mtu amekuja ame huyu uh, ni Kari ameuliza hivyo, lakini pia vile vile vilevile Babalevo amekuwa ni shabiki vile vile wa timu hiyo ya Konde Gang FC, ukiachana na kwamba kuwa kama msemaji wa klabu hiyo kama mwenyewe alivyozungumza. ya so Baba Levo alisikika akimmotiveti akim, akim Harmonize awapige, muona bwana eh. Kwa hiyo amejitangaza rasmi Baba Levo kama msemaji wa Konde Gang FC mbele ya Harmonize. So ngoja tu cheki maoni ya wadau mbalimbali, wanazungumziaje swala hili. Kwa mfano, kunasbana kama wewe ni mwanaume eh, kachukue nazi za Mwakinyo huyo vagae kwa mtu ameandika hivyo. kwa sababu bwana, Harmonize ananenepa sana jamani, ona mashavu yalivyovimba. kwa sababu bwana, nimeamini chawa atabaki kuwa chawa tu na wala hawezi badilika. kwa sababu bwana, ila mweja kuna Baba Levo, kwa kweli wametushinda tabia. kwa sababu bwana, ameshindwa Baba Levo, imebidi tu ajiunge na Harmonize <laughs> kwa mtu bwana mbona jeshi mwenyewe kama vile hakutaki, ni vile tu anaogopa kamera. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa sababu bwana, mzee wangu unaofia mangumi nini? Kuna mtu ameuliza hivyo. Kuna mtu asoma kwa bwana, one love Harmonize na baba Levo, kwa mtu amekuja ku comment hivyo. So kuna watu wamevutiwa na hiki kilichotokea kuona kwamba katika upande wa sport wako pamoja, eh bwana, tumeona kwamba katika upande wa sports ni kwamba Harmonize na baba Levo wote ni timu moja, ni kitu ambacho kimewavutia watu wengi sana, lakini Babalevo yuko very smart. I'm telling you. Babalevo yuko very smart eh, sio kwamba ni mjinga kuamua kuwa msemaji au kujitambulisha kama yeye ndo msemaji wa timu ya Konde Gang FC eh, bwana, mbele ya Harmonize, mbele ya mwija kuandishiwa habari na watoto ambao walikopo pale kitu ambacho watu wengi sana wanaweza wakawa hawaku expect na, na, na, na, ni, ni so kwamba ni kitu ambacho wa ina inaongeza urafiki ujamaa kushirikiana na vitu vingine kama hivyo. So ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, unalizungumziaje ya hili tutakuwa yeah, tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.